Zimekuwa siku 13 za za mshike mshikemshike mashariki ya kati baada ya mataifa ya Israel na Iran kushambuliana kwa makombora, vita ambayo imezihusisha nchi za Qatar na Marekani na kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Juni 13 mwaka 2025 Israel ilianza kuishambulia Iran kwa makombora yake ikilenga vinu vya nyuklia na makamanda wa jeshi la Iran ambao waliuawa katika mashambulizi hayo yaliyosababisha madhara kwa taifa la Iran. Katika kulipiza kisasi, Iran ilishambulia Israel hasa katika mji wa Tel Aviv kwa mfululizo wa makombora. Hata hivyo makombora mengi yaliharibiwa angani huku kombora moja likipenya na kutua katika mji wa Tel Aviv. Wakati hali hiyo haijapoa, Marekani nayo ilijitosa katika vita ya wababe hao wa mashariki ya kati kwa kushambulia maeneo matatu ya Iran ambayo ndiko kuna vinu vya nyuklia vya Iran. Rais wa Marekani aliutangazia ulimwengu kwamba wameendesha operesheni maalum ambapo kwa kutumia ndege za jeshi la Marekani, wamefanikiwa kuharibu vinu vya nyuklia katika maeneo ya Fordow, Natanz na Isfahan. Iran haijakubali. Iliapa kulipiza kisasi kwa Marekani na Juni 23, mwaka 2025, ilishambulia kituo cha kijeshi cha Marekani kilichopo Qatar. Hata hivyo, sehemu kubwa ya makombora yake yalidhibitiwa, isipokuwa kombora moja ambalo lilipenya, hata hivyo, halikusababisha madhara. Ijumaa ya Juni 13, mwaka 2025, Israel ilianzisha mashambulizi makali katika ngome kuu ya nyuklia na kijeshi nchini Iran, ikitumia ndege za kivita na drone ambazo zilikuwa zimesafirishwa kwa siri kuingia nchini humo, kushambulia vituo muhimu na kuwaua majenerali wa wanasayansi wakuu. Israel ilidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya lazima kabla adui yao hajakaribia kutengeneza silaha ya nyuklia, ingawa wataalam na serikali ya Marekani walikuwa wamekadiria kuwa Iran haikuwa inafanya kazi ya kutengeneza silaha hiyo kabla ya mashambulizi hayo. Takriban watu 80 walipoteza maisha kwenye mashambulizi hayo ya Israel. Maofisa wa Israel wanaendelea kushikilia kwamba mashambulizi yao dhidi ya vituo mbalimbali vya nyuklia na kijeshi nchini Iran yalikuwa ya lazima. Sababu kadhaa zimetolewa kwa umma wa Israel kama sababu ya mashambulizi hayo. Hata hivyo hakuna hata mmoja inayofafanua sababu halisi zilizoifanya serikali ya Israel kuanzisha mashambulizi hilo upande mmoja bila uchokozi wa mmoja kwa moja wa Iran. Serikali ya Israel inadai kuwa shambulizi hilo lilikuwa la kuzuia, likilenga kuondoa tishio la haraka na lisilopukika kwamba Iran ingetengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo hakuna ushahidi wa kuthibitisha dai hilo. Kwa mujibu wa Al Jazeera, shambulizi hilo linaonekana kuwa lilipangwa kwa umakini mkubwa kwa muda mrefu. Shambulizi hilo la kuzuia, kwa kawaida, lazima liwe na kipengele cha kujilinda ambacho, kwa upande wake, kutokana na hali ya dharura, hakuna dharura ya aina hiyo ilionekana kutokea zaidi ya hayo Israel imependekeza kuwa ripoti ya shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia iliyotolewa Juni 12 ambayo ilikosoa Iran kwa kukiuka masharti ya mkataba wa kuzuia na kueneza silaha ya nyuklia hadi mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili ndiyo iliyotolea hali ya dharura hiyo, lakini hata hivyo yenyewe inaonekana kupinga madai hayo. Hakuna kipya kilichoelezwa katika ripoti hiyo ambacho kikujulikana kwa upande husika. Serikali ya Israel pia imependekeza katika muktadha wa shambulizi la kuzuia, kwamba lengo lilikuwa kukata kichwa katika mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, kuna makubaliano ya jumla miongoni mwa wataalam na watunga sera kwamba Israel haina uwezo wa kuharibu mpango huo wa nyuklia, hasa ikiwa itatekeleza shambulizi hilo pekee yake bila msaada Saa kadhaa baada ya kushambuliwa Iran ililipiza kisasi kwa kurusha kombora ya masafa marefu kuelekea Israel, ambapo mlipuko ulionekana iking'aa juu ya anga la Jerusalem na Tel Aviv kwa kutetemesha majengo ya chini, kwa mujibu wa Associated Press. Jeshi la Israel liliwahimiza raia wake, ambao tayari walikuwa wamevurugwa na wimbi la kwanza la makombora, kuingia mafichoni, huku makombora yakiharibu nyumba na kuua watu wawili. Iran ilirusha makombora mengi kuelekea Israel usiku wa Ijumaa, Juni 13 hadi jumamosi asubuhi. Hospitali moja huko Tel Aviv iliwapokea watu saba waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi ya pili ya makombora ya Iran. Wote isipokuwa mmoja walipata majeraha madogo. Huduma ya zimamoto na uokoaji ya Israel ilisema walijeruhiwa wakati wa kombora lililopiga jengo moja nchini humo. Saa chache baadaye kombora la Iran lililogonga karibu na makazi katika mji Rishon Lezion, katikati mwa Israel na kuwa watu wawili na kuwa jeruhi wengine 19, kwa mujibu wa huduma ya dharura Magen David Adom. Huduma ya zimamoto iliripoti kuwa nyumba nne ziliharibiwa vibaya ya.